Ni bimdada mmoja mlimbwende sana ambaye kila akipita wanaume walikuwa mioyo yao inatikisika yaani alikuwa anamfukuzia kwa nyuma, kila mwanaume alikuwa anatamani angalau aweze kushikwa mkono na bimdada Laila. Japokuwa baba yake alikuwa ni mtu wa heshima sana ndani ya hili eneo, lakini pia alikuwa ni kiongozi serikalini. Laila, upande wa mitaani, kila mwanaume alikuwa anamtikisa, lakini pia hata na yeye alikuwa anaipenda sana hii attention. Yani, yaani kufuatwa fatwa na maboizi kwake, alikuwa anaona ya kwamba ilikuwa ni burudani. Leo anagundua alikuwa anafuatiliwa na kijana mmoja anayetambulika kwa jina la Qais Mwamba. Alikuwa anamfukuzia sana bimdada, kila ambapo alikuwa nakatisha. Basi gari lake lilikuwa upande wa nyuma, wakati wa jioni, kipindi ambacho bimdada alikuwa anacheza na, na ndege upande wa chini. Mshikaji yeye alikuwa anatumia binokla kuangalia urembo wa bimdada Laila. Bimdada leo anaambiwa na mashosti wake ya kwamba Qais ni kweli kwao kuna maokoto, lakini yeye tabia zake siyo nzuri Mwamba. Inasemekana ya kwamba yeye ni playboy. Bimdada leo alipoenda katika duka ambalo huwa anafanya kazi ya kutengeneza simu, baada ya simu yake kutengenezwa anaambiwa ya kwamba tayari umeshalipiwa katoka mkukumkuku mkuku mpaka kwa Kaisa kwenda kumgombeza na kumweleza kwamba asije akathubutu kabisa kujaribu tena kumfuatilia, kwani alishamtambua tokea kitambo, huwa anafanya hiyo michezo ya ajabu. Kaisa leo anamwambia hakika katika maisha yake hatakuja tena kumfuatilia bimdada na hata ikitokea akikutana naye njiani, basi atampita kama vile alikuwa hamfahamu. Laila alikuwa anasoma chuo cha wanawake watupu, akiwa pamoja na ndugu yake anayetambulika kwa jina la Ambu. Leo wakati wa jioni, anamweleza bimdada, mbona Kaisi kama sura yake sio ngeni, huenda labda tulishawahi kukutana huko zamani, lakini sina kumbukumbu kumbu. Ambu akamweleza kwamba achana na huyo kijana, kwani huenda akakuletea maswaibu. Leo bimdada pamoja na ambu anaelekea harusini. Baada ya kufika leo, kwa bahati mbaya ama nzuri, uso kwa uso wanakutana na Qais leo ndani ya sherehe. Watu hawa wawili walikuwa wanaangaliana, yani mpaka wanajisahau ya kwamba wapo katika harusi ya watu wengine. Laila, pasina hata kuwa na kinyongo wala pingamizi, akaandika namba ya simu na kwenda kumpatia Qais. Meseji zikaanza kwa watu hawa wawili, hatimaye simu za usiku pasina hata kuweza kukatika ambu akajaribu kumshauri bimdada Laila na kumweleza kwamba maamuzi haya huenda kakukosti baadaye, hususani baba yake akigundua alikuwa na mahusiano na Kaisi, kwani baba yake na Kaisi pamoja na baba yake na Laila walikuwa hawaelewani. Laila hilo halikuweza kumwingia akilini, yeye akadai ya kwamba anahitaji tu aweze kuangalia kama jamaa alikuwa ni playboy kweli ama wanamsingizia. Laila leo anatoloka chuoni na kwenda kulabata na Kaisi milimani. Mshikaji anamweleza kwamba anatamani sana siku moja yeye pamoja na bimdada wajiwaondoke waende sehemu ya mbali sana milimani, wakaanzishe maisha mengine. Stori za hapa na pale taratibu zikamvutia bimdada ndani ya penzi la Kaisi, na huu ndio ukawa mchezo wao wa bimdada kutoroka chuoni na kwenda kula bata na mshikaji. Lakini leo kwa bahati mbaya Mshikaji mmoja anayetambulika kwa jina la Iba, ambaye huyu alikuwa ni mtoto wa mwanasiasa ambaye alikuwa yupo karibu sana na baba yake na bimdada Laila. Mshikaji baada ya kuwaona wakiwa pamoja, akaenda kumpatia hizi taarifa mzee Laila. Baada kufika. Anamuliza ya kufika anamuuliza binti yake juu ya haya mahusiano, lakini bimdada anakataa kabisa, ikiwemo kuwapa kwa baba yake na kumweleza kwamba hawana mahusiano yoyote kati yake pamoja na Qais. Mzee anamweleza hakika, nimefurahi sana, kwani kitu kama hicho hakiwezi kikatokea kamwe, yani we we kwenda kuolewa ndani ya familia ya kina Qais. Leila baada ya kuona ebwana, kuna ugumu kidogo katika ndoto zake za kuolewa na Qais, akaanza kulia kwa uchungu, lakini ambu anamweleza nilikuonya, juu ya jambo hili nawe ukasema ya kwamba ulikuwa unatafuta tu experience. Leo wakati wa jioni, bimdada Leila uso kwa uso akaenda kukutana na Qais na kwenda kumweleza yale yaliyojili nyumbani kwao. Qais akamtia moyo na kumweleza kwamba atajaribu kwenda kuongea na baba yake, huenda labda yeye akamwelewa. Kipindi ambacho Kaisi alikuwa anamsindikiza bimdada nyumbani ya bwana uso kwa uso kumbe, alikuwa ametegewa mtego. Baba pamoja na jeshi lake ikiwemo pia mshikaji aliyekuwa anatambulika kwa jina la Iba, wanaofuma na mzee anampeleka upande wa ndani anamweleza bimdada, iwe isiwe inabidi uweze kuolewa na Iba. Laila, baada ya kuonyesha msimamo wake wa kuendelea kuzama ndani ya penzi la Kaisi, baba anamweleza mwana ya kwamba endapo ukikataa kuolewa na Iba, hakika ni bora mimi ni nywe sumu na kufa kuliko wewe kwenda kuolewa na Qais. Baba yake na Qais baada ya kuzipata hizi taarifa anafika nyumbani kwa kina Laila, lengo la kuja kuweka tofauti zao pembeni za zamani, ili vijana wapate fursa ya kuanza maisha mapya, lakini baba yake na Laila akawa ni mbishi, akaongea maneno ya dharau, lakini pia akakataa kabisa hata kumkaribisha upande wa ndani. Sherehe inaandaliwa ya kuweza kufungishwa ndoa bimdada Laila, lakini pia siku hii ya leo Qais akafika ndani ya hili eneo akawa najaribu kuongea na baba mkwe wake kumwomba aweze kutafakari mara mbili. Mzee akawa ni mbishi sana kumsikiliza Kaisi, ndipo mshikaji kipindi ambacho majibizano yakiwa anaendelea bimdada, kumbe naye alikuwa anasikia yeye moja kwa moja ebwana, akaelewa vibaya, akadhani ya kwamba huenda Kaisi alikuwa anamjibisha vibaya baba yake. Hivyo bimdada akamweleza Kaisi inabidi aondoke ndani ya hili eneo, na yeye ameamua kumsikiliza baba yake kwenda kuolewa na Iba, lakini Kaisi anamweleza Laila ya kwamba hakika kwa hiki ulichokifanya siyo jambo jema, lakini nami ninaondoka kama jinsi ambavyo ulivyonieleza katika maisha yako. Sitokuja tena kwa kufuatilia, labda wewe ndio uanze kunitafuta. Baada ya miaka minne kupita, e bwana, siku hii ya leo baba yake na Qais anapoteza maisha. Mshikaji anapewa taarifa, anafika kutokea London, lakini ukimwangalia alikuwa anaonekana ni mtu wa tofauti kabisa, yaani utadhani kama vile alikuwa amechanganyikiwa. Japokuwa alikuwa anavaa vizuri na, na mwonekano nadhifu, lakini uso wake ulikuwa unakataa, e bwana hata kama ukipendeza vipi, kama moyo wako umekataa, lazima hata sura na yenyewe ikatae. Familia wanashangaa kumwona ndugu yao akiwa katika hali hii. Lakini baada ya maziko, kipindi ambacho familia pamoja na washikaji walikuwa wametoka kuelekea restaurant Qais, baada ya kugundua Laila naye alikuwepo ndani ya mgahawa, akapita nyuma nyuma na kukimbia, kwani alikuwa hahitaji kabisa bimdada aweze kumwona Nyumbani kwa kina bimdada Laila, he bwana mtaalamu wetu iba, kwa sasa alikuwa ni kiongozi mkubwa serikalini, lakini ndoa ya bimdada haikuwa yenye furaha hata kidogo, kwani mshikaji kila siku jioni alikuwa anarudi akiwa amelewa, kisha anafanya kazi ya kumtukana baba mkwe pamoja na familia nzima ya Laila. Lakini pia siku hii ya leo anamweleza bimdada ya kwamba mpenzi wako wa zamani amerudi mjini. Dada anamweleza ambo, anahitaji kwenda kuonana na mshikaji Kaisa kwa lengo la kwenda kuzungumza naye, lakini leo baada ya kuenda kukutana naye uso kwa uso akika, hakuamini macho yake kwa hiki anachokiona. Kwanza picha linaanza mshikaji, baada ya kuona sura bimdada, hapo hapo akaanguka chini na kuzima. Laila alitoa machozi ya huzuni sana, lakini pia hata bimdada ambu. Laila anaondoka akiwa analia kwa huzuni kubwa, ananyamazishwa pasina hata kunyamaza. Anamlaumu ambu kwa kumweleza kwamba wewe ulinieleza Qais huenda akawa anakula bata London, lakini inavyoonekana yeye alikuwa na maisha magumu kuliko hata ambayo ninayoishi mimi kwa sasa. Kidonda cha bimdada kikawa kimetoneshwa. Hakika kilio hiki alikuwa nalia kila wakati, hata kipindi ambapo alipokuwepo nyumbani. Chozi alikuwa alikuacha kumtoka Leila. Leo kipindi ambacho alikuwa nahitaji kutoka kwenda kuonana na Kaisi, anakutana na mume wake upande wa sebleni. Ebwana anaanza kushushiwa kipigo, mshikaji anadai ya kwamba amesalitiwa na bimdada. Ebwana ilivagi lilikuwa ni kubwa sana. Baba mtu alipojaribu kuingilia mtu kati, ebwana naye akachezea matusi ya kutosha. Leila ikabidi avimbe na kuongea Ukweli mzima anaielezea ya familia yake kwa kile walichokifanya cha kumlazimisha yeye kwenda kuolewa na mtu ambaye kila siku anampatia mateso na kumwacha kijana ambaye ana upendo wa dhati juu yake. Dada anamaliza kutema cheche kwa kumwambia iba inabidi aweze kumpatia talaka. Safari inampeleka mpaka kwa Qais na kwenda kumweleza kwamba kuanzia leo atakuwa pamoja sababu iba anakwenda kumpatia talaka wakati wa jioni leo. Baba mkwe anavunja ukimya, anamfukuza iba nyumbani kwake na kumweleza kuanzia siku hii ya leo harusiwi kabisa kukanyaga. Iba kwa hasira akaenda kupiga kalinya vya kutosha, kisha akachukua mguu wa kuku akaingia ndani ya gari, lengo ni kwenda kummaliza Kaisi, lakini kwa bahati mbaya njiani anapata ajali na kupoteza maisha. Watu walikuwa analia msibani kwa huzuni, lakini kwa Laila yeye alikuwa ametulia zake, wala machozi yalikuwa hayamtoki. Wakati wa jioni wanahitaji kuondoka lakini baba mtu akamzuia na kumweleza kwamba hatorudia tena kufanya makosa aliyoyafanya miaka minne iliyopita lakini anamwomba binti yake akae nyumbani kwa muda wa miezi kadhaa mpaka pale ambapo msiba utakapoweza kumalizika, na baada ya kila kitu kukaa sawasawa, basi atampatia ruhusa ya kwenda kuolewa na Kaisi. Laila anaenda kuonana na Kaisi na kumweleza inabidi amsubiri kwa muda miezi kadha wa miezi kadhaa na baada ya mambo yote kukaa sawasawa, basi atakuja na wataanza maisha mengine. Kaisi akakubali kumsubiri bimdada Laila, lakini mdogo wake akaona ni bora aweze kumpeleka kijijini kipindi hiki ambacho alikuwa anamsubiri bimdada, ili angalau akili yake iweze kutulia. Lakini kipindi ambapo alipokuwa huku, mshikaji anaona amechoka kusubiri. Kwanza amesubiri miaka minne imepita na leo fursa iko mezani, lakini bimdada bado anamsikiliza baba yake na kumweleza kwamba aendelee kumsubiri. Mshikaji bwana kutokana na kumfikiria sana bimdada, ghafla akaanza kuona kama vile kila kona anapoelekea bimdada naye alikuwa yupo pembeni yake. Kiufupi, mshikaji kwa sasa akaanza kudata. Wanakijiji wanaona mshikaji amechanganyikiwa, lakini kwa yeye ndani ya dunia yake anaona anakula bata pamoja na bimdada Laila. Kadri siku zinavyozidi kwenda mbele, ndivyo hali ya mshikaji inazidi kuwa mbaya. Yaani kwa sasa hata ukikutana naye huwezi ukadhani ya kwamba huyu ni mtoto wa bilionea. Dogo janja anamkuta kaka yake akiwa na hali mbaya, hakika aliumia sana. Anaamua kumchukua na kumrudisha nyumbani Anenda a kumfungia magetoni na kwenda kumpatia taarifa bimdada Leila, lakini naye baada ya kufika anamkuta mshikaji akiwa katika hali ya tofauti. Mwamba anafanikiwa kumkumbuka Leila, lakini kilichoshangaza zaidi akaanza kuonyesha maeneo tofauti tofauti akisema kwamba upande ule yupo pia Leila, upande huku pia wa kulia yupo Leila, lakini pia kuna huyu mwingine ambaye nimekaa naye karibu. E bwana e, moja kwa moja ongwana wakajua ya kwamba tayari nati zimecheza kichwani. Laila anatambua hapa, bwana, maji yamesha kuwa mazito. Anamshukuru sana Zaidi, ambaye alikuwa ni mdogo wake na mshikaji wetu Qais, anamwambia hakika umefanya makubwa sana kwenye mapenzi yetu, lakini kwa sasa ni muda wangu wa kufanya maamuzi. Anamweleza kwamba maisha ni marefu sana, lakini hatuna uwezo wa kuishi milele, hivyo ninakusii kama ikitokea nikipoteza maisha kabla yake basi mlete kwenye kaburi langu. Bwana Bimdad anaondoka akiwa akamwachia swali zito mtaalamu wetu zaidi akijiuliza Bimdada ni kwa nini amezungumza hayo maneno. Laila anafika nyumbani anachukua maamuzi ya kunywa sumu na kupoteza maisha, huku mkononi mwake akiwa akashika karatasi aliyopatiwagwa kitambo kile na mtaalamu wetu Qais, kipindi ambacho alikuwa anaanza mahusiano. Karatasi hii ilikuwa na ujumbe unaosema ya kwamba kwa sasa sitokufuata bali nasubiri wewe uchukua hatua ya kwanza kunifuatilia mimi. Kaisi baada ya kuzipata hizi taarifa, safari ikampeleka mpaka makaburini mbio mbio ebana, yeye alikuwa anaona kama vile mbele yake alikuwepo bimdada Laila akimwita. Kwa kuwa alikuwa angalia upande wa chini bwana, kwa bahati mbaya akajikwaa na kichwa chake kikapiga juu ya kaburi la bimdada Laila. Kabla hajapoteza maisha, mbele yake anaona kama vile bimdada Laila anaendelea kumwita, njoo huku nilipo mimi.